Tunapenda kuwakaribisha penza watazamaji wa chaneli uh, zetu ambao mnafuatilia kwenye chaneli mbalimbali ya Facebook, YouTube pamoja na TikTok. Uh, tuna jambo moja tu ambalo tunalileta kwenu kama elimu kuweza kuelimishana. Na jambo ambalo tunalileta kwenu siku ya leo ni kuhusiana na mitandao ya kijamii pamoja na taasisi. Taasisi aina yoyote ile, jambo hili linawahusu, ikiwa ni taasisi za kidini, taasisi yoyote ile ambayo imejiendesha kwa kutumia mitandao ya kijamii. Sasa imekuwa tunafanya makosa makubwa sana bila kujua, kama tunafanya makosa. Tunaweza tukatolea mfano kwenye mtandao wa kijamii, labda WhatsApp. Unaweza kuwa ni kiongozi kwenye hiyo hiyo taasisi, kwa muda huo, kwa mwaka huo, na baada ya kuchaguliwa, mara nyingi ni kawaida, tunatengeneza magrupu kuweza kuwasiliana kama kiongozi kwa mwaka huo, na unaifungua hilo grupu basi wewe ndio unakuwa admini au unakuwa na mtu mwingine na kujina a mwingine na tunakuwa tukiopareti mwa mwa kwa mwaka mzima au kwa muda husika, ambao kama kiongozi wa hiyo uh, kwa kasta, huko, huko mda. Kasa, mbili, kwa hiyo taasisi kwa huo huo huo muda sasa makosa ambayo yamekuwa yakifanyika mara nyingi wakati tumemaliza muda wetu kama taasisi kwenye hizo taasisi kama viongozi wa muda husika tuliochaguliwa, tumekuwa tukifanya makosa ambayo tuingine tunajua sio, hatuwezi kujua kama mkosa, lakini kwa hali ya kawaida mikosa kubwa sana tunakuwa tukilifanya ya sana kwa mitandao na taasisi unazo viongozi una, a viongozi we. Mfano, unafungua group la WhatsApp na unakuwa admin pale, na muda wako naisha wewe unaleta kwenye ile grupu, ile group ni wewe umelitengeneza, mtu ambaye anakuwa na wajibu wa kuweza kuwajibika kwa kitu kibaya au jambo lolote baya ikipostiwa kwenye hiyo ukurasa uh, ambao umefungua ni wewe admin. Sasa unapokuwa unaondoka kwenye hiyo grupu bila ya kufuta hilo grupu, matokeo yake sasa ni kwamba changamoto yoyote ikitokea, aidha mmoja wa watumiaji hackers wakaweza kuingilia mfumo wake na hatimaye kuposti vitu vibaya kwenye hiyo page, hakuna mtu ambaye anaweza kuvifuta vile vitu zidi ya wewe. Sasa admin, wakati huo unakuwa umeshajiondoa hapo kwenye hiyo naona hatari ambayo inaweza tukaikumba na taasisi ambayo unaiongoza baada ya kuwa kua bila. Kwa hiyo njia nzuri kwa taasisi na inayopendekezwa tunapokuwa tunaandaa hizi groups uh, au page aina yoyote ambayo tunaiongoza sisi tukiwa kama maadimini, kama hakuna njia nzuri ya kumlisisha kiongozi anayefuata basi kwenye hiyo page yako tunashauriwa basi kuweza kuifuta, yani uwaondoshe kwanza wale memba hiyo umewaunga kwenye hiyo grupu. Ukishamaliza kuwaondosha wamemba, na wewe uleft na ulifute hiyo grupu, kwa maana kwamba haitaweza kutokea changamoto yoyote. Lakini sasa, hakuna mtu ambaye anaweza kukontrol jambo lolote, bali kitokea pale kwa kuweza kukontrol ni wewe. Lakini sio tu inaweza ikakuletea shida kwa taasisi lakini hata kisheria pia, kwa sababu maadmini ndio wanatambulika kwenye sheria zetu za mitandao ya kijamii kwa sasa hivi. Kwa jambo lolote baya likitokea, maadmini ndio anakuwa anawajibika moja kwa moja kuhusiana na tukio, kama ni tukio baya ambalo labda linaweza kuwa ni la uvunjifu wa sheria za nchi. Kwa hiyo unaweza ukachukulia ni jambo tu la kawaida, lakini kiuhalisia tunapaswa kuwa makini sana tunapokuwa tunafungua hizi peji zinazohusiana na taasisi. Kwa hiyo kufata utaratibu tu, muda wako unapoisha, kama unaona ilo grupu unaweza kumwomba kiongozi aliyepata kupata utaratibu tu aondoe memba zikwenye hilo grupu, alafu baada ya hapo ta grupu na hatimaye itakuwa ni salama kwao. Sio hivyo tu; wakati mwingine tunatengeneza magrupu hata huko nje ya taasisi labda kuchangisha misiba au alambea aina yoyote o grupu ilo linapokuwa nimemaliza muda wako, wewe adimini, kitu ambacho napaswa na unashauriwa kufanya ni kuhakikisha umewaondoa members kwenye ile group wote, alafu unakuwa mtu na mtu na hatimaye unajitoa kwenye kwenyea grupu, na kuna option ya kujitoa na kuifuta group. Kwa unajitoa na unaifuta grupu, grupu hili linakuwa karibu lakini ukielewa kitu yote peke yako kwenye ile group, group ile ni mabasi wale, mambo ni waunga pale walipo wapo, kwa jambo lolote ambalo linaweza kutokea hapo katikati, admin anaweza ku control ile group anakuwa hayuko. Kwa hiyo inakuwa ni hasara na inaweza kuleta changamoto kwa taasisi, inaweza kuleta changamoto kwako pia, labda hata kwa uh, taasisi za serikali, kwa maana kwamba mambo yanayofanyika kwa kwenye ile group ambayo ni kinyume uh, na na, na, na, na na miko ya ya, ya, ya, ya, ya, ya Tukajikuta mnaingia kwenye matatizo ambayo hayana msingi um, wowote. a sisitize uh, na kupeana elimu, kupea hii kama viongozi e tasis taasisi yoyote, sio tu taasisi ya aina yoyote. Unapokuwa simama kama basi, napojitoa kwenye taasisi hiyo, hakikisha jambo hili nalizingatia sana. O, kuna watu wanaingia kwenye matatizo makubwa. Sasa hivi kuna watu wanawezak akaingia kwenye namba ya mtumiaji mmoja wako kwenye kundi ambalo umewaunga, akaanza kutuma vitu vya hovyo, akaanza kufanya vitu ambavyo havina maadili, vitu ambavyo havina msingi. Mwisho wa siku akuchukuliwa hatua ni wewe ambaye ni adhimini ili kutengeneza ile grupu, na kwa sababu sasa ume left haupo kwenye ile grupu, na kwa ni ngumu kuweza kuikontrol, na hatimaye mwisho wa siku unaingia kwenye matatizo, au taasisi inaingia kwenye matatizo makubwa ambayo hayakupangiliwa kufanyika. Awa, lakini jambo jingine ambalo tuweza kuzungumza ambalo kwenye mitandao ya kijamii ambayo inakuwa ni changamoto kwa taasisi ni pamoja na kufungua account kupitia email za watu binafsi. Imekuwa ni janga kubwa sana. Taasisi nyingi zinapitia mambo magumu paka napokoa alifungua li, li, hiyo hiyo uh, uh, mitandao ya kijamii kwa kupitia email yake binafsi, kwa kutumia aidha njia ambayo yeye aliingiwa kuweza kufungua na kuweza kufungua hiyo peji. Anafungua patikani sisi, inakuwa ni ngumu sana kujiendesha kwa sababu kuna vitu ambavyo utaombwa, ambayo unaendelea kuendelea nayo hiyo peji, na mwisho wa siku utashindwa kuweza kuingia kwenye o mfumo. Kwa hiyo, hiyo, hiyo, hiyo mbayo, na kendezu, na ya rahisi ambayo inapendekezwa kwa taasisi, unapaswa kama taasisi sasa kuwa na email address za taasisi husika, kisha kuna email address ya taasisi husika, sasa page zote zinazofunguliwa kwa wakati huo zinazohusu taasisi zinazohusu vikundi vya taasisi zipitie email ya taasisi husika ambayo hata kama ikitokea mnaweza kulikava eh, na kuweza kurudisha sasa hizo uh, hizo mitandao mlizozifungua kupitia email mama ambayo sasa ni ya taasisi kwa kutumia tu page, kwa kutumia tu email ya mtu binafsi, kutumia page ya mtu binafsi kufungua ni jambo zuri, lakini haishauriwi sana, kwa sababu haya ni maisha. Uh, kuna leo, kuna kesho. Uh, umefungua email kupitia uh, pastori ni uh, mzima kesho pastori hayupo. Kwa hiyo inapotokea changamoto hiyo, uweza sasa security code zile ambazo ameweza kutumia ambaye hayupo, unakuwa ni mtihani mkubwa sana. Mwisho wa siku uh, unajikuta unaingia kwenye matatizo na hatimaye kuweza kushindwa kuiendeleza peji ambayo imeanzisha kwa hili ya, ya taasisi hiyo. Sasa wengi ambao wanaingia kwenye changamoto hizo ni kwaya vikundi mbalimbali, ambao hata sehemu mbalimbali ambao tunafungua hizo peji na kufungua tu kwa sababu ya maono ya mtu fulani, ambaye yeye sasa anaweza kuifungua hiyo na kuweza kuiopereti kwa wakati, lakini inapofikia mwisho hiyo mtu apatikane, aidha kwa wema au kwa bahati mbaya, hawezi kupatikana. Kwa hiyo hiyo peji haiwezi kujiendesha kwa sababu mifumo yote inatumwa weza kuifungua kupitia ile link ambayo ilifunguliwa na mtu wa kashi kwanza. Kuna uh, makanisa mengi ambayo yameingia hizo changamoto. Lani wakanisa wamefungua peji ya kanisi angalani wa kanisa wako wakati huu hayupo, nataka kuendelea na hizo peji za kanisa. Hamwezi kujiendesha kwa sababu security code zinatumwa kwa yule kwa namba ya yule ambaye alina mara ya kwanza, na hamwezi kuingia. Mkifikia hapo, mnaferi kuendelea, na hatimaye hamwezi kufanya jambo lolote kwenye hiyo kwenye peji kanisa. Kwa hiyo ombe sio mbaya. Sasa sehemu ya pili ambayo tutafuata, tutaweza kuelezana ni namna gani ya kuweza sasa kama tulifungua kupitia uh, peji za watu binafsi kupitia uh, email address za watu binafsi, njia ambao tunaweza kuitumia sasa hatimaye kuweza, uh, kurudi kwenye mfumo ambao unatakiwa una, una na taasisi ili kuweza kujiendesha uh, kujiendesha si sio lazima si, si, si, si, si, m na kwanza upya. Kuna njia nyingi ambazo zinaweza kutumika ili kuweza kurudi kwenye mfumo halisia na hatimaye kuondokana na hii changamoto ambayo inaweza kufuta vikundi, kaikuta kwaya, futa taasisi yenyewe kwa sababu mitandao ilifunguliwa kwa mfumo wa mtu binafsi, na hatimaye taarifa zote za kiusalama zinakuwa zinatuma kwa zina wake nmwezi kuingia ndani ya huo mfumo. Kwa haya machache, sasa ni waombe na kuwakumbusha ni ya kuzingatia sana, kwa sababu kuna wakati hata anaweza akaani mwalimu wa kwaya, ukamkwaza na hatimaye kwa mdoka kwenye kwaya, na kwa sababu alifungua huo mfumo, na mwisho wa siku mnaamka mnakuta peji kwani ya kwaya, lakini peji kwa ada manungu entertainment. Na mwisho wa siku, baada ya kutokea hilo, hautaweza kufanya kuna ujanja wote, kwa sababu security itakuweza kuingilia nazongusi na yule ambaye alifungua a taasisi ya aina yoyote, hiyo ni ngumu sana kufungua hizi peji, lakini vilevile ni rahisi kwa kufuata mashariki akikafungua na mambo yako mazuri, na mwisho wa siku haitakuja kuletea shida. Sasa sehemu ya pili itakayofuata, basi itaenda kuelekeshana njia sahihi za kuweza kuzifanya na kuzipitia, na hata kama ulifungua kwa kupitia mtu binafsi, basi njia ambayo kuweza kuzifanya ili kuirejesha hiyo peji ikawa inamilikishwa kwa mtu kiongozi, anayetoka nakuja kiongozi mwingine anaendelea kulia, kiongozi mwingine anaendelea kuliofai, na hatimaye kutakuwa na shida yoyote, hata kama huyo mtu alipo leo inaweza kuendeshwa na kikundi ambacho kimeifungua, iweze kuongozwa na taasisi ambayo imeifungua. Lakini kwa kufunguliwa na mtu binafsi, changamoto kunakuwa ni nyingi amweze kuyafanya. Kuna siku tafika sehemu mambo yanakuwa mabaya, hatimaye haiwezi kujiendesha peji hiyo na, na lazimika kufungua peji mpya, ambayo sasa ni hatari sana kwa taasisi au kikundi ambacho kimefungua peji hiyo. Mungu awabariki, mnapobadilia hii tukutane sehemu ya pili, ambayo tutaendelea kuelimishana na kufahamishana namna ambayo tunaweza sasa na, kufungua na, kwenda kwa njia na utaratibu ambao ni mzuri, ambao utaweza kuingiza taasisi kwenye changamoto hiyo au utaweza kuingiza kikundi kwenye taasisi hiyo. Zingatia haya ni ya muhimu sana, kwa ustawi wa taasisi, kwa ustawi wa kikundi ulichofungua, kwa ustawi wa taasisi yoyote ambayo inajiendesha a mitandao ya kijamii isitegemee taarifa za mtu binafsi kuweza kufungua hiyo taarifa, kufungua kwa taarifa za mtu binafsi. Changamoto ni kubwa sana, ambazo wengine pengine tunazipitiana tumeziona umeshindwa kurani na kuendesha peji za taasisi kwa sababu zilifunguliwa na watu ambao hawakuwepo kwa wakati, walikuwepo wakati huo na sasa hawapo, hatuwezi kuendelea kuziendesha, lazimu kufungua hiyo kwa hilo tu kikuzisika sisi na vikundi ambavyo viko ndani ya taasisi wakafungua kwa email address mama ya taasisi husika ambayo inaupalitiiko muda wote pale, hata kama changamoto ikipatikana, email cover itapatikana kwenye email address ya taasisi. Mungu akubariki tunapofuatilia na kuyafanya haya kwa ustawi